Utangulizi wa mafundisho makuu. Na sasa nitawachukua moja kwa moja katika uh, mafundisho ambayo tunapaswa tufundishe ama tuyasome kwa maana ya katika makambi haya, lakini nilisema asubuhi kwamba wewe ni mwadivendisa msabato, uh, na ni mwadivendisa msabato kwa sababu ya hayo mafundisho katika mwongozo wetu wa kanisa wa sasa, au kurasa wa 65, anasema hivi, miongoni mwa viapo ambavyo watu huapa wanapobatizwa inasema: Je, unayakubali mafundisho ya Biblia kama yanavyoelezwa katika tamko la imani za msingi za kanisa la waadventista wa Sabato na unaahidi kuishi kulingana na mafundisho hayo kwa neema ya Mungu? Ulijibuje? Ulijibu ndio. Unaamini hapo? Alafu nyie kwaya, nyie hizi imani kama zimeanza, unakubali? Unasema ndio, unakubali kama imeanza. Je, unaamini unasema ndio. Unafanya nini? Wangapi walisema ndio, unakubali? Ah, niliuliza wangapi walisema sio. Sasa alo, mkakae kule, mnanivurugi hapa sasa. Hata sasa mnatuombea hapa mbele, saa nyingine sasa unasahau. Sasa nilichokuwa nataka niseme ni kwamba As long as umekubali kuwa mwadventista msabato, unaishi sawa sawa na hayo mafundisho, na itakutaka kukubaliana sasa. Mafundisho ambayo tutajifunza hapa A, tutafun, tutajifunza fundisho kuhusu kanisa, lakini imani za msingi tatu ndani yake Imani ya kwanza ambayo tutajifunza ni masalio na utume wao, imani ya msingi namba kumi na tatu. Halafu nyingine ni karama na huduma za kiroho, imani ya msingi namba kumi na saba. Halafu nyingine ni karama ya unabii, imani ya msingi namba kumi na nane. Hizo ndio tutajifunza kwenye kambi hili na ziko tatu. Kwa hiyo nitajitahidi niende kwa ufupi kidogo, huenda hii ya masalio ndio nitachukua muda kidogo, ili tuzikave zote kama ambavyo tunatakiwa kufanya. Masalio na utume wao, wangapi wanaamini hapa? Wanaitwa masalio, kwa nini unaitwa masalio? Nyie, kwaya tulieni kwanza, nyiye mna majibu yote kwa sababu naimba kwaya. Haya, wangapi wanaamini, kwa nini wanaitwa masalio? Mama Nancy, kwa nini unaitwa masalio? alafu <tutu> wengine, si nawafahamu hmm? kama hujibu karipio haya. <tutu> Mwingine, kwa nini tunaitwa masalio? Karibu karibu sana. Ehe? Mpe mic, hapa. Mpe mic, sana, karibu. Asante, asante sana sana. Hapa tuna, kwa sababu tunajifunza kuhusiana na wokovu kutoka kwa Yesu Kristo pamoja na hmm, ujio wa Yesu Kristo, yeah pamoja na hukumu. Aha, tunaitwa masalio kwa sababu hapo ametaja vitu vitatu. Moja, amesema tunaitwa masalio kwa sababu tunajifunza kuhusu wokovu; pili, hukumu; tatu, marejeo ya nani? Yesu Kristo. Tunakubaliana yuko sawa? Wanaosema yuko sawa, nyoshe mikono Angalia ulio waongoa hapo, angalia <laughs> wanaosema, mchungaji, mimi sijui. Bwana okoa, muda muda unakwenda. <laughs> Sema tu ili nijue, ni niko na wangapi. Kumbe nina wengi hapa. Asante Bwana. Haya, keti rafiki yangu, karibu baba. Eh, mimi na elewa hivi, Naam. Kwanza neno masalio. Sawa. So. Tuseme Kiswahili kizuri kusalia. Sawa. So. Walikuwa wengi mm. Wamesalia hawa yeah. Kwa maana yenu kwamba yeah. Hapo walikuwepo duniani walikuwa watu wengi so. Yakaja madhehebu ma, ma, ma yeah. Na mashirika na watu wengi walikwenda wakazungusha wakaweka imani nyingi yeah. Sasa katika imani mm. Kuna wale waliobaki wakiendeleza yeah. Ile imani ya zamani uh-huh. Ndio wanaitwa masalio. Asante sana. Hebu mpeni huyo mzee amina. Alafu nyewe waimbaji, mbona wengine hamusemi amina? Kujibu hamujibu, amina hamusemi. Sasa ntaeleza mbele ya safari, lakini naomba nichukue statement ya kanisa kuhusiana na imani ya msingi namba kumi na tatu. Kanisa la ulimwengu linaundwa na wote wanaoamini, wanaomwamini Kristo kwa dhati lakini katika siku za mwisho, kipindi ambacho ni cha uasi kila mahali, kuna watu waliosalia ambao wameitwa ili wazishike amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo masalio wameitwa wazishike amri za Mungu na imani ya nani? Kazi yao, watu hawa waliosalia hutangaza kuja kwa saa ya hukumu, hutangaza wokovu kwa njia ya Kristo, hutangaza kukaribia kwa ujio wake utangazaji huu unawakilishwa na wale malaika watatu wa Ufunuo kumi na nne unakwenda sambamba na kazi ya hukumu kule mbinguni na kuleta kazi ya toba na matengenezo duniani. Kila muumini anatakiwa kuwa sehemu hususi katika ushuhuda huu wa ulimwengu mzima. Hiyo ndio statement ya imani ya msingi namba 13. Hasa hapa nitaje vitu viwili vya msingi. Moja, hata hali iweje duniani, hata kuwe na machafuko kiasi gani duniani, Mungu anao watu wake waaminifu. Jamani, Mungu anao watu wake waaminifu. Kwa hiyo kuna watu sahizi zingine anaweza akasimama kanisani aseme hivi, tunaenda hatuendi, tunaenda mbinguni. Jamani, tunaenda kwa neema ya Yesu. A, hii kanisa sijui likoje mm -mm. Bwana anao watu wake kila mahali waaminifu, kila mahali. Nikuchukulie mifano kadhaa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya sita kuanzia mstari wa kwanza, hebu e, soma hapo, anasemaje hapo, anasemaje mstari wa kwanza anasemaje? Eh, hamjafika nilimpa mtu mmoja kazi ya kusoma hapo kwenye kinanda. Hapo. Mwanzo sita msari wa kwanza anasemaje? anasema Aha. ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi Aha. na wana wa kike Ehe. walizaliwa kwao. Sawa. wana wa Mungu waliwaona hao binti, endelea tu, fungu la pili wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri ehe. Wakajitwaria wake wo, wo wote waliowachagua. Ehe. Bwana akasema roho yangu haitashindana na wanadamu milele kwa kuwa yeye naye ni nyama ehe. Basi siku zake zitakuwa miaka mia, mia na ishirini. Aha. nao wanefi wa walikuwako duniani siku zile, tena baada ya hayo mm, wana wa Mungu mm, walipoingia kwa binti za wanadamu wakazaa nao wana hao, wakazaa nao hao ndio waliokuwa watu hodari zamani. shari watano mstari wa tano. Bwana hey. Akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani hey. na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Kila kusudi alilowaza ni baya tu siku ngapi? Siku zote. Hiyo ndiyo hali iliyokuwepo zama za Nuhu, lakini pamoja na hali hiyo, sasa sura ya saba, sikiliza anachokisema. Sura ya saba anasema hivi, mstari wa kwanza anasemaje? Anasema Aha, Bwana akamwambia Nuhu, Ingia wewe na jamaa yako yote katika safina. Ingia wewe na jamaa yako katika safina. Kwa maana nimekuona wewe huu mwe, mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Bwana asifiwe sana. Amina. Yani, dunia imechafuka, kila mtu analoliwaza ni baya siku ngapi? Halafu Mungu anaongea na Nuhu asema mm, pamoja na hivyo ninao watu wachache, ninao watu hapa wenye haki, wanaomcha Mungu. Nuhu, nimekuona hao watu. Natamani Bwana ajipatie hapa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Bwana anao watu wake waliobaki kuwa waaminifu nyakati zote, kama mzee alivyosema hapo, masalio, tunachukua neno likimaanisha remnant, mabaki kwa maana ya kwamba baki, kulikuwa na krimu, kulikuwa na watu wema, kulikuwa na ukweli, wanaofuata ukweli. Baadaye kukatokea shida, kulipotokea shida nitaieleza hapo mbele. Baadaye watu wakasombwa katika mafundisho ya uongo, lakini walibakia watu wachache waaminifu, wanaofuata kweli ya neno la Mungu. Alafu hapa eh, kabla sijaendelea nimemwona dadangu hapa, simame kwanza, atupungie jamani, dada, hebu simame kidogo Hebu he, simama tu usalimia na shemeji. Huyo ni dada yangu kabisa jamani, nisije nikapigwa viboko huko Upareni. Nimetegua hicho kitendawiti. Ah, asante sana. Sasa huyu kijana kule hatutambui, huku natambua sana. hawa ndio waliotulea, Pastor Caleb. So, ndio waliotulea tukiwa tunaiba miwa ya shule, ila hiyo zambi nimeitubu leo. Ndio walikuwa wanatuchapa unaona? No, no. Hata pasta Kengea, usijifariji unaiba. Haya sana. Tuendelee, kwa hiyo nisikilizeni jamani, tuendelee na somo kwamba Bwana anao watu waaminifu kila nyakati. Labda nikuchukue tena katika hatua nyingine, kipindi cha uasi, wakati wa Eliya Eliya akapambana na uasi sana. Baadaye unafahamu kilichotokea, mpaka Eliya akaenda ka, Karmeli. Mnafahamu kilichotokea baadaye alipopigwa mkwala na mwanamke mmoja anaitwa nani yule mama eh? Kuna wanawake wana mikwala, yaani mtu ame, amesimama mpaka moto umeshuka umelamba maji nini, sadaka. Mama mmoja akasema, leteni kichwa cha Elia. Wee! jamaa akafika sehemu akajinyosha hivi asema naona anife, akafumba na macho, ila baadaye akishangaa hajafa. <laughs> Sasa anaulizwa Elia, hivi wewe unafanya nini huko? Anasema, nikiangalia watu wote wamepotoka, sioni mwema hata mmoja, ambaye Elia, nina watu wangapi jamani huyu eh, anasemaje anasemaje, huko? mia nne hamsini. alisema na watu wangapi? Eh? sabini elfu. Alafu alfu nyie mliosema ni wabasi aye, washiriki wangu, ndivyo nilivyowafundisha kweli, eh? alisema na watu elfu saba wasiompigia bali nini lakini Elisha nikana kwamba aliona, aliona kwamba hakuna watu wa Mungu. Hili kanisa, mbele tutakapoendelea, tutaona ni kanisa liloko vitani na walioko ndani hawajakamilika, lakini hili kanisa ni la Mungu. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza tunapojadili msingi wa kuelewa lakini jambo la pili ni hii hao hawa waliosalia hawapo tu, wanayo kazi maalum. Hebu sema kazi maalum. Wanaitwa wamesalia wakiwa waaminifu, lakini wana ujumbe maalum. Ujumbe wenyewe ni huu: kutangazia ulimwengu kwamba Yesu anakuja. Hivi jamani, mbona musemi amina? Jamani, Yesu anakuja Yesu anakuja. Kwa hiyo kila mtu yaani, ukitembea ukiwa wapi, ujue hiyo ndio ajenda yetu, hata staili yako uliokaa. Hebu muangalie jirani yako aliyokaa, amekaa mkao Yesu anakuja au amekaja kwanza? Tuna ajenda jamani, na ajenda yetu ni kuambia watu Yesu anafanya nini? Kwa hiyo kila mahali sauti inapaswa isikike. Dalili za kuja kwake zinazidi kutimizwa, karibu ni wateule, watamlake Bwana mlangoni anasimama, ana anakuja, anakuja kuja kwake karibu. Bwana asifiwe! Hiyo ndo kazi, hiyo ndo kazi. Na tutatangazaje sasa? nitakwenda mimi nitachukua kitabu pale, ndio kwenda kwenyewe huko, nitatoa zaka na nini. Ndio maana utasikia hapa kwenye makambi tuna sadaka ya nini, jamani, ili iende sehemu ambako wewe huwezi kufanya nini, kufika sehemu kabisa zile ambazo wanaenda watu wengine, huko Sudani, huko Somalia, lakini nani aliyowapeleka? Ni mtu aliyetolewa sadaka hapa Bunju. Kwa hiyo masalia wanayo kazi maalum ambayo tutaiangalia mbele pia katika msingi, ujumbe wa malaika watatu. Sasa nionyeshe sasa Shetani alivyokuwa anapambana na hili kanisa tokea mwanzo. Ya kitabu cha Ufunuo kumi na mbili, mtatumia muda hapo. Mstari wa kwanza nisomee rafiki yangu, anasemaje? Ufunuo kumi na mbili mstari wa kwanza anasemaje? Ufunuo kumi na mbili mstari wa kwanza anasemaje? anasema na ishara kuu ilionekana mbinguni. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua. Mwanamke aliyevikwa jua. Na, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota kumi na mbili. Aha, naye alikuwa ana, ana mimba, ana mimba, naye alikuwa ana mimba akilia, ndio hali hana utungu na kuumwa katika kuzaa. Aha, ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Sawa, natazama mm, joka kubwa jekundu e, alikuwa na vichwa saba na, na pembe kumi. Sawa, na juu ya vichwa vyake vilemba sa, vilemba saba, asante, na mkia wake wa kokota theruthi na nyota za mbinguni, asante, ishia tu hapo. Kulikuwa ni angapi hiyo ya kwanza? Sawa. Kulikuwa na vita jamani, wapi? Tunaona kuna joka, lakini hapa anasema katokea pambano kati ya eh, joka na mwanamke. Kwa hiyo hapa nashughulika na mwanamke wa kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na mbili maana kuna mwanamke pia wa Ufunuo sura ya kumi na saba Hapo kumetajwa vitu vichache ambavyo nivieleze, vitatusaidia tunapoelekea kwenye tunapoendelea na imani hii. Moja, kuna mtoto kwamba huyo mwanamke alikuwa ana mimba, tuko pamoja? na kuna mtoto sasa. Mara zote kwenye unabii tunapozungumza kuhusu mwanamke tunamaanisha nini? Jamani, kanisa. Naamini hicho tunakielewa, lakini huyu, huyu, huyu mwanamke ana mtoto, na mtoto huyu sio mwingine, ni Yesu. Kwa hiyo sasa pambano linaanzia hapo, kwamba shetani ana vita na anaanza kupambana na mtoto. Tuko pamoja? na hatua zake alizoanza ni tokea Yesu anaanza kuzaliwa tokea Yesu anapozaliwa, ilitokea amri ya kuwa wazaliwa wote wangapi na wa kwanza ambao wana miaka isiyozidi miwili, wanaume yote. Hiyo aliyokuwa anatafutwa alikuwa ni nani? Ni Yesu. ni nini kinachotafutwa hapo? Ni kuhakikisha kwamba, nisikilize na mnitazame sasa, ni kuhakikisha kwamba shetani anakwamisha mpango wa wokovu, kwa sababu dhambi iliingia kupitia mwana eh. Mbona musemi akina mama, kupitia wapi? mnataka munikane hapa? aliyedanganywa ni nani? alafu wanawake mwanawake? <laughs> Kwa hiyo ilipitia, aliyedanganywa alikuwa ni nani? Mwanamke. Lakini nampenda Mungu sana, maana pale pale tatizo lilipotokea alienda kutatua tatizo pale pale, akasema mwanamke huyu ametenda dhambi, lakini kutatokea mtoto atakayezaliwa na uzao wa mwanamke atakomboa wanadamu. Haleluya! Kwa hiyo sasa mtoto yule akashambuliwa sana, Herode akatangaza atauawa, haikufanikiwa baadaye akiwa akiwa amepanda panda hapo, Yesu umri jangwani, mapambano haijakaa vibaya, akatumia mpaka watu. Siku moja Yesu anatembea na Petro, mnafahamu akampitia nani? Petro alivyompitia, Petro akapaka Yesu, akaangalia sasa, huyu sio Petro. Naye mjua mimi, hii kauli yake na anavyoongea hapa, kuna mgeni amemtembelea, akamwambia ondoka nyuma yangu nani? Shetani. Alafu walipofika mpaka Yesu uh, Wayahudi wamekaa mabaraza, wanajadili kumwangamiza Yesu kwa sababu ameponya mtu na Sabato. Yote hiyo ni pambano la kuangamiza, kuhakikisha wokovu wa mwanadamu haupatikani. Wanafika msalabani. Nilikuwa nasoma mama Waite, anasema hivi, ninapomalizia ninukua ya maneno machache, wakiwa msalabani, anasema hivi. anasema kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote anasema wakati wakiwa msalabani Kalvari, wakati Yesu akiwa Kalvari, watu walijibu kama ngurumo ya wanyama waporini wakisema, tufungulie Baraba. Walizidi kupaza sauti Baraba, Baraba, akizani hawajasikia tena. Pilato aliuliza je, mnamtaka tumfungulie mfalme wa Yahudi? Kwa mara nyingine watu wakapaza sauti, sauti za mashetani. Umesikia sauti za watu gani? mashetani yalikuwepo ukumbini, ikisema kwamba aangamizwe Yesu. Lakini habari njema ni hii, Yesu ametukomboa jamani, ametukomboa. Kwa hiyo mwanamke sasa yuko vitani, lakini ana mtoto aliyeshinda, na Yesu ni mshindi. Sasa kesho nitakuchukua sasa tuone pambano kati ya kanisa kwa maana ya, mwana, ya mwanamke na Shetani. Alafu sasa nini kinachoendelea na utume unatokeaje hapo? Bwana atubariki sana. Tusimame tuombe. Kesho tunza swali lako, tutaanza na maswali haya basi, nilijua ana tafsiri tu. Asante Mungu wetu wa mbinguni, kwa sababu wewe umeshinda na umeshinda, ili sisi tuweze kuwa washindi. Na hivyo Mungu, tunaomba utusaidie sana, tukubali kuchagua upande wako, ili siku moja ukatupe taji za ushindi. Tunaomba ukatubariki katika vipindi vinavyoendelea. Asante kwa sababu umetuita kama watu wako wateule na umetupa ujumbe maalum. Tusaidie kila mmoja kubeba na kuupeleka duniani. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naamini wote tumebarikiwa na, na kipindi cha mafundisho makuu. Sasa praise team, mahali mlipo, tafadhali naomba mje hapa mara moja. Naomba tusimame, washiriki wote tusimame, washiriki tusimame, tutaimba wote kwa pamoja wimbo nambari ya 157 mfalme, yu mlangoni, alafu tutakaribisha kipindi kingine. Wakati praise team anakuja, naomba ujinyoshe kidogo, jivute, jivute. Nimekupa muda wa kujivuta, jivute. Kuna watu bado wamekaa, kama kuna mwenzako amekaa pembeni yako mshtue kidogo. Haya, tujinyoshe, tujinyoshe wakati tunaweka mambo sawa. Haya, nambari mia moja hamsini na saba. linalotukumbusha kuhusu marejeo yako. Asante kwa kipindi hiki cha mafundisho makuu ambacho kimepita. Tunapokwenda kwa kipindi cha maidala, tunakuomba utuongoze kwa Roho wako Mtakatifu. Pastor Lawe anapokuja kuzungumza na mkutano, ninakuomba umtumie sawasawa na mapenzi yako, ili ujumbe uliokusudia tu upate utufikie sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Asante.